Kwingineko, mkewe Rais Bi Racheal Ruto amesema kuwa serikali inawekeza jitihada kuhakikisha inawasaidia watu waliopoteza nyumba zao eneo la Chesongoch, Kaunti ya Elgeyo Marakwet. Bi Racheal akisema pia watashirikiana na serikali za kaunti kupanda miti kuzuia majanga kama haya siku za usoni. Aidha, pia wamewapelekea chakula na mabati ya kujenga nyumba Kwa wandugu zetu watu wote, wacha Mungu awafariji, na najua kwamba serikali inafanya mambo mingi na jambo lolote kuhakikisha kwamba mtaendelea kukua salama. Yale manyumba, mmesikia mawaziri akisema kwamba watu ambao wamepoteza manyumba watasaidika, watoto watasaidika na watu wote watasaidika, mabarabara yatajengwa. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba Rais William Ruto anawakumbuka kila siku. Serikali imefanya jambo la maana sana, serikali yetu ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa William Ruto kuweza kutuma viongozi ambao waliweza kukuja hapa kwa dharura ili kukuja kusaidia watu. Na hilo ndio jambo la maana sana. Hata mimi nitamani kukuja hapo mapema, lakini nashukuru Mungu maana nimeweza kufika siku ya leo na mimi nataka kuahidi wananchi kwamba nitashikana na idara ya serikali ile ambayo inafanya hiyo kazi, kuhakikisha kwamba conservation imeweza kufanya huko juu, ndio tuweze tusiwahi kukua na janga kama hili tena, kwa sababu hatujui mambo ya kesho. Na kutoka serikali kuu siku ya leo tumeweza kuwaletea mchele gunia mia sita, maharagwe gunia 520, hizi iron sheets ya kuweza kujenga nyumba zenu 8000, mablanketi 2000, mattresses 1000.